Nimetoka Iringa kuja Mwanza alafu baadaye hapo kwenda Geita kwa ajili ya kutoa uh, moja ya mada lakini, pia ikumbuko ya kwamba tunavyofanya kongamano la ndani hatuhitaji ulinzi wa jeshi la polisi jeshi la polisi inahitajika kwenda kuimarisha usalama kwenye mikutano ya hadhara. Ndivyo sheria ya vyama vya vya siasa namba tano ya mwaka tisini na mbili ndivyo inavyosema na si vinginevyo, kitu ambacho leo polisi wamekifanya, maana yake wame, wamefanya kitu ambacho kimsingi kipo kinyume na sheria ambayo inaunda jeshi la polisi, lakini pia sheria ya vyama vya siasa namba tano ya mwaka, mwaka elfu moja tisini na mbili. Kama CHADEMA tunasema kwanza, moja, tunawambia polisi, na anamwambia IGP Siro, simon Siro ya kwamba awakumbushe askari wake wafanye kazi kwa weledi, wasifanye siasa. Katika awamu ya tano, jeshi la polisi limeanza kufanya siasa wazi wazi. Tunataka IGP Siro awakumbushe askari wake wafanye kazi kwa weledi. Chadema tunasema Leo ni mara ya mwisho kuahilisha kongamano kwa hujuma za kijinga, nasema kwa hujuma za kijinga za jeshi la polisi ambayo inashindwa kufanya kazi kwa weledi. Leo ni mara ya mwisho tumefanya hivi, kwa sababu zuio limeleta hamaki kubwa kwa wananchi wa pale Geita, tukaona tutumie busara, tusilete shida kwa wananchi wa Geita, tutulie. Lakini tunasema Leo ni mara ya mwisho tunaalisha shughuli ya ki, ya kisiasa kama Chadema kwa sababu polisi wamefanya maamuzi ya kijinga ambayo yapo kinyume na sheria. Lakini pia pili tunawakumbusha polisi ya kwamba wajue kitu ambacho Chadema tunakipigania, tunapigania pia maslahi ya kwao na maslahi ya watoto wao pia. Kitu ambacho tunakizungumza, tunazungumza pia masuala ambayo wao pia yanawahusu. Lakini pia polisi wana masuala mengi ambayo inatakiwa watujibu sisi kama chama, lakini pia inatakiwa walijibu taifa hili. Kama Chadema tumepoteza watu kadhaa. Alphonce Mawazo ambao tulikuwa tunaenda kumkumbuka leo kama kumuenzi, aliuawa kifo cha kinyama cha kuchinjwa kama kuku mpaka leo jeshi la polisi hajatupatia jibu ni nani aliyehusika na kifo cha Alphonce Mawazo. Lakini pili, sisi polisi hajatuambia kijana wetu Beni Sanani amekwenda wapi? Lakini pia jambo la tatu, polisi inatawa, inatakiwa unatakiwa watujibu miili nao wakotwa kila siku ya wananchi katika maeneo tofauti tofauti ni akina nani? Hayo ndio masuala ya msingi ambayo polisi inatakiwa wafanye, sio kuja kuzuia leo makongamano. Leo sisi wanafanya makongamano huko, Humphrey Polepole anafanya makongamano huko na huko, hazuii na jeshi la polisi, lakini chama tunazuia. Tunaomba tuwaambie polisi ya kwamba leo tumefanya hivi kwa busara, kwa sababu tamko la polisi kuzuia na kitendo cha polisi kurandaranda pale Geita mjini kuileta kileta hamaki kubwa sana, tukaona tushauri pia kamati ya maandalizi iweze kusitisha kwa busara. Lakini tunawaambia polisi si kwamba tunaogopa, hapana. Tuwaogope wao ni Watanzania kama sisi lakini pia tunawakumbusha tu warudi katika misingi. Tunamwomba Kamanda Simon Sirro, IGP mkuu wa jeshi la polisi nchini, alisema anakwenda kulishuka vizuri jeshi la polisi. Tunataka tuone jeshi la polisi ambayo limebadilika. Kama CHADEMA hatuwezi kurudi nyuma, tunafanya makongamano haya kwa mujibu wa sheria, lakini pia tunakwenda kuzungumza masuala ambayo ni mustakabali wa taifa letu. Hatuwezi kuogopa. Lakini sehemu ya mwisho nizungumze mkoa wa Geita, hususan ni mahali ambapo anatoka Rais Magufuli panapoitwa Chato, imekuwa ni jehanamu na mahali pa kutesa wapinzani. Tunavyozungumza leo kuna wanachadema zaidi ya hamsini wamefungwa kwa sababu walikwenda kufanya kongamano pale Chato. Hata kongamano lilikuwa limeanza kuandaliwa, tulikuwa tunahisi itazuiwa. Tuomba tuwe tumkumbushe Mheshimiwa Rais, yeye anatoka mkoa wa Geita. Geita ni Tanzania, Chato ni Tanzania. Siasa inayofanyika Chato na Geita inafanyika mkoa mwingine wowote kwa mujibu wa sheria vyama vya siasa namba tano ya mwaka tisini na mbili, lakini pia kwa mujibu wa jeshi la polisi tumkumbushe ya kwamba hatutaki kuona Geita inakuwa jehanam ama mahali pa kutesea makada na viongozi vyama vya upinzani hapana. Turudi kwenye misingi, tujenge taifa hili kwa pamoja. Chadema tufanye kazi ya kuikumbusha serikali itimize wajibu wake, lakini pia serikali ifanye kazi ya kutekeleza wajibu wake. Jeshi la polisi, tunawaambia tena, OCD wa Geita mjini, tunakuambia utasikia kupita vyombo vya habari ya, ya kwamba Chadema tumeahirisha kongamano sio kwamba tumekuogopa, hapana. Tumetumia busara kwa sababu uzuiaji wa kongamano ambao umefanyika, uamuzi wa kijinga uliofanyika umeleta hamaki kubwa pale Geita mjini. Lakini tunasema baada ya hapa sisi Chadema hatuwezi kuahirisha shughuli yetu yoyote ile ambayo inafuata sheria. Hatuwezi kukubali. Eh. Tutalinda haki yetu ya kufanya siasa kwa mujibu wa sheria, lakini pia tutalinda haki ya kukusanyika na kutoa maoni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Hatuwezi kurudi nyuma. Nilikumbusha Jeshi la Polisi, Jeshi la Polisi tunataka lifanye kazi kwa mujibu wa sheria iliyounda Jeshi la Polisi ya mwaka 1977. Jeshi la Polisi inafaa lifanye kazi ya kulinda raia na mali zao, lakini pia ikija kwenye uwanja wa kisiasa, kazi ya Jeshi la Polisi ni kuhakikisha ya kwamba kila chama cha siasa kinafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa namba 5 ya mwaka 1992 maana yake nini? Jeshi la polisi liwe kama refari katika mpira, lituache sisi wanachadema tubishane kwa hoja, tupambane kwa hoja na sisi ya. Lakini lisiingilie upande mmoja. Sehemu ya pili, jeshi la polisi limeweka lime, lime utaratibu hasa katika utawala wa awamu ya tano ya serikali, limeweka limekuwa na mfumo ambao niseme unaonyesha wazi kuhujumu juhudi za vyama vya upinzani, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Kama CHADEMA tunasema kongamano hili tumelipa jeshi la polisi kujitafakari. Mkuu wa jeshi la polisi, IGP Simon Siro, awaambie vijana wake askari ya kwamba wafanye kazi ya, yao kwa weledi. Wao ni marefari katika siasa. Wao sio sema chama cha mapinduzi, wanaitwa polisi. Hawaiti polisi CCM, wanaitwa polisi ambao ni walinzi wa amani. Tumetoka Dar es Salaam, tumekuja Geita, tumetumiwa gharama zetu, tukasema tunaenda Geita kwa nia moja tu ya kufanya kongamano. Hakuna mtu mmoja ambaye amevunja ame sheria, amekuja na silaha katika kongamano hili, amesafiri na kitu chochote cha kuhatarisha amani. Sisi tulilipa jeshi la polisi taarifa ya kwamba tunahitaji tufanye kongamano, ili tutaji tukafanya, wakaja wa kuvamia, wakasema tukutoa taarifa, lakini walikuwa hawana mamlaka yoyote ya kisheria kukataza kongamano hili. Kwa masikitiko makubwa niseme sisi kama mimi ni mojawapo ya, ya mwanafunzi wa Alphonce Mawazo kisiasa, ambao alinipelekea mpaka leo nikaamini katika kusema ukweli kwenye taifa langu sio dhambi wala si kosa kisheria, kwa kuwa serikali iliyopo madarakani ililizia mfumo wa vyama vingi. Lakini tunaomba pia hivyo hivyo iheshimu demokrasia, iheshimu vyama vya kisiasa ambavyo vipo nchini kwa mujibu wa katiba, hususani CHADEMA kitendo cha kuendelea kuzuia makongamano ya ndani ya amani, kitendo cha kutuzuia sisi vijana ambao tusiwaenzi watangulizi wetu wa kisiasa na wanaharakati walioisaidia taifa kusema mengi mema ya nchi mpaka leo nchi yetu imefikia hapa, akiwemo Kamanda Alphonce Mawazo, nina ninalaani, ninalaani kwa nguvu zangu zote kitendo cha Jeshi la Polisi walichokifanya hivi leo, na niseme tu kamwe hatutaendelea uwa wanyonge kwenye taifa letu. Hatuvunji katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunafanya kila kitu kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu. Tunaazimia kwa pamoja kama kamati kuahirisha kongamano leo kwa mara ya kwanza, lakini kamwe kamwe, litakapopangwa tena kongamano hili la kumuenzi kamanda wetu Alphonce Mawazo, kwa kuwa tumeshapoteza garama za vyakula tumeshapoteza garama za ukumbi na garama mbalimbali katika kongamano hili, hatuwezi kurudia tena kukubali. Kama tutafanya kisheria, niseme tu na kuwatia moyo makamanda wapambanaji wa, wa taifa hili katika mikoa mbalimbali, wasife moyo. Watangulizi wetu wa kisiasa kama Alphonce Mawazo alikuwa jasiri na aliongea mema katika nchi hii, amewajenga wanageita, amewajenga Watanzania. Alphonce Mawazo alizunguka kila kona ya nchi hii kuhubiri amani, kuhubiri demokrasia na kuwataka vijana wa nchi hii wawe vijana wa mfumo wa kuoji mambo kwenye taifa lao. Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya Silver, Gold na Platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha, una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika, SMS na MB zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuharifiwa, ukipiga simu na kuikosa bure. Piga nyuta 149 nyuta 01 alama reli Chagua Red, sasa uishi bila wasi.